Habari zenu watu wa Mungu, hamjambo. Nawasalimu katika jina la Bwana na wale ndugu zangu wa Islamu, asalamu alaykum. Naamini kwamba mko salama, mnaendelea vizuri. Sasa huyu ni Tayo, ninakuja tena na ujumbe wa kuwasaidia. Kuna wengi mnaniuliza mambo ya product naniuliza utapata wapi, utapata wapi. Kuna vitu ambavyo vinaitwa material kwa Kizungu, spiritual material, yani zile vifaa vya kiroho material ambazo tunatumia kutengeneza vifaa vya kiroho. Sasa hiyo mara nyingi huwa siuzi hizo vitu, huwa ni zangu za kutengenezea product za kiroho za kutatua matatizo ya watu. Wajua mimi na mimi sina duka kuuza ageta pepe, kuuza mdalasini, kuuza hapana. Mi sina duka hiyo, mimi huwa nanunua hizo vitu kutengeneza ile maarifa niko nayo kutatua matatizo ya watu, na wakati mnaniuliza, mnataka hata hizo vifaa ili niwaelekeze kuenda. Saa zingine mnaweza kuvipata kwa ofisi yangu, au labda niwaelekeze maeneo mnaweza kuvipata, kwa sababu mimi ninapofundishwa ninapofundisha hiyo vifaa ninajua vizuri mahali mnaweza kuvipata vingine. Sasa usiniulize bei gani ama naweza kupata wapi hii kwa channel. Ukiniuliza kwa channel, mpendwa, usinilaumu. Mi nimekuwa kwa hii channel za kutoa majibu kwa watu kwa kipindi sasa, usinilaumu. Nimewaambia msiitishe, msiweke namba zenu kwa channel, kwa channel comment msiweke namba zenu kwa Uh, na na mashida zenu personal, mahitaji yenu ya kibinafsi usiandike kwa comment, sababu pale unaandika hiyo ni public, watu wanasoma wengi. Ile kitu ambao unatakana kufanya ni uchukue namba zangu hapo, namba zangu zinakwangwa hapo ndani, utafuta hata huyo. Ukikosa utafuta video nyingine, utaona namba zangu tu ziko hapo. Hata kwa Facebook utanipata, nenda kwa Facebook, ama uenda hata kwa hii kwa about us utapata contact zangu, email, website iko www.globalsolutionforallmankind.com utanipata. Ukienda kwa Google uandike Global Solution for all Mankind utaona nini, website inakuja na iko na details zote za majina, namba za simu, ofisi, mali, tuko kila kitu sasa. Sijui kwa nini mnajiweka kwa hatari wanangu mnajiweka kwa hatari, watu wanawasumbua, wanaibia namba zenu. Usiniulize price eh, bei ya bidhaa yote kwa channel. Niulize kwa whatsapp account ama piga simu uniulize, nitakuelekeza, ama andika kwa email, nitakuelekeza. Hata kwa uh, website pale mahali tumeweka information pale kwa website, ukituma message hapo itanifikia itani So leo ninakuletea Fever Soap hii ba ba ni ba, sabuni ya kibali. Iwapo wewe unaona kama hauna kibali, pengine ni mama umeolewa, unaona hauna kibali na mume wako, chukua hii sabuni itakusaidia wewe ukiona ndani yako kwamba unatafuta Mungu akupatie kibali tafuta Mungu kwa maombi na maswali yako mbele za Mungu, ukitumia hii sabuni kuoga, mwanangu, utasaidika. Mko hapo mnabishana, o mambo haya ni ushirikina, mambo haya ni uchana. Watu wanafanikiwa, watu wanaendelea, na si mapepo wala mashetani nafanikisha watu, ni Mungu anafanikisha watu kupitia kwa njia tofauti tofauti, na Mungu hata kuja kuishi kwako akuambie ndio nifanikishe ndugu fulani kule Zambia, inabidi ni iwe hivi na hivi. Hapana, kila mtu, kuna vile mungu anamsaidia. Mwelewe kwamba hakuna mtu anamjua Mungu, ni Mungu ndiye anajijulisha kwa watu kwa vipimo fulani fulani, na kwa njia tofauti tofauti. Nobody knows God, it is God that revealed himself to man in a different level and different dimensions. So ikiwa wewe ni mtu wa biashara Unahitaji kutumia hii sabuni Kingly Spiritual Soap, na hii ya kibali, hizi zote mbili utazihitaji. Sasa nimemwambia wanangu, ukitaka kuoda hii kuja katika WhatsApp, utatupata pale, ulizia bei yake nitakupatia, maana siweki e, bei ya hii bidhaa katika mitandao, inaweka pale, na niko na product nyingi ambazo ninasaidia nazo watu na kutatua maswali ya watu. Hii ni sabuni ya kibali, na hii sabuni nyingine ya kudili na mambo kama biashara yako imeganda, unauza biashara unapata hasara, hasara, unafanya nini tena, una biashara unakosa watu wateja wakuji, wewe unahisi kama kuna kitu makosa, oga na hii sabuni kwa siku tatu siku saba, utanipatia majibu. si Mungu akubariki, si tukutane wakati ambapo Mungu atakujalia, piga simu nambari ya jumulisha nambari ya Kenya alafu pige simu kwa hiyo nambari ya Kenya jumulisha kodi ya Kenya 254 alafu pige 7 um, 22 47 25 tisa moja ama uongee nami kwa WhatsApp jumulisha kodi ya Kenya 2 nne tano nne. Hizo namba zitakusaidia kunipata. Kama sio hivyo naenda kwa email, andika Kingdom Champion Ministries at gmail.com, utanipata. La sio hivyo naenda kwa Google, weke Global Solution www.globalsolutionforomankind.com, utanipata. Kama umenikosa, naenda kwa LinkedIn. Utatafuta Dr. Wilson Tayo utanipata. Kama hauna nenda Facebook page Global Solution for All Mankind utanipata pale. Imekuwa ngumu, nenda kwa Twitter, tafuta Dr. Wilson Tayo utanipata. Kama iwezekani, nitafuta upande wa Instagram Dr. Solution utanipata. Sasa hizo zote na zile zingine zote sijasema, unaweza kusema umenitafuta na uwezi kunipata Si mwanangu nimekuvunulia njia vile unaweza kunipata mimi. Niko hapa, wajeni kutambika kuja, nitakusaidia. Ubarikiwe, tukutane kwa hiyo video inakuja. Asante, barikiwa.